Mama, msiwe na wasiwasi as long as I'm in the party, haki itatendeka kwa kila mama vile Mama Gladys amesema. Hii biashara, hii biashara kwamba imefika nomination watu lazima watngo, itakwisha. Hakuna biashara kama hiyo. Hatutakubali na tutasema kwamba kina mama wale wamemfanyia kazi chama lazima watunukiwe, na kutunukiwa lazima tuhakikishe kwamba tumeshinda viti za MCAs, wabunge, seneta na magavana. Nataka nimalize kwa kusema tafadhali, huu wimbo, wewe DJ, nataka nitakapomaliza utaweka. Mahali wanasema baba come home, awambo come home. Wimbo huo unapowekwa, mimi roho yangu inakaribiana ya baba mahali ipo. Wacha nione, kina mama muko tayari?